ili tuweze kusali na tuweze kusoma rasmi, na tunaposoma na wewe unafuatilizia kwa kusoma kwenye biblia yako, inakuwa ni nzuri zaidi. Tusali kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakuinua Yesu, tunakunyenyekea, tunakushukuru kwa ajili ya siku nyingine tena ambao unatupa nafasi ya kusoma neno lako. Tunaamini Bwana, upendo wako umetufunika pamoja na neema yako. Tuwezeshe Roho Mtakatifu tuweze kulielewa neno lako, na yeye Bwana aliweze kutupa uzima. Neema yako itusimamie ili Bwana kwa neno hili tuendelee kutiwa uimara, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane, tuanze rasmi usomaji Sura ya arobaini na tatu. Fahari ya huko juu. Ni kweu angani kuba ya mbingu, uonapo utukufu wake. Jua lizukapo huleta habari iendavyo, jinsi zinavyotisha kazi zake aliye juu. Wakati wa dhuhuri, haikausha nchi nani nani atakaye himili joto lake kali? Tanuru iliyopuliziwa huyeyusha madini, lakini vianga vya jua huiunguza milima, na ndimi zake kutoa mafukuto ya moto, na mwangaza wake hupofusha macho. Bwana ndiye mkuu ambaye amelihuluku tena kwa neno lake lahimiza mwendo wake. Mwezi nao pia huangaza kwa wakati wake, ili kutawala nyakati na kuwa ishara ya ulimwengu. Kutoka kwa mwezi ni dalili ya sikukuu, nuru yake upungua ukipita mwezi mpevu. Mwezi nao huitwa kwa jina lake ukikua kwa ajabu, ulivyobadilika mwanga wa ajabu, kati ya majeshi ya juu ungapo katika anga la mbinguni. Uzuri wa mbingu ndiyo fahari ya nyota, safu safu za kutoa nuru katika mahali pa Bwana palipo juu sana. Kwa neno lake aliye mtakatifu husimama taratibu, wala hazitasinzia mnamo mikesha yake. Uangalie upinde wa mvua na kumhimidi yeye aliyeufanya. Uzuri wake unazidi sana katika mng'ao wake, unaizungusha kuba ya mbingu, duara ya fahari Nayo ndiyo mikono yake yaliye juu iliyoupinda kwa nguvu zake. Yeye hutoa umeme na kuvimetesha vimulimuli vyake katika hukumu. Kwa amri yake hazina hufunguliwa na mawingu yatoka ili kuruka kama ndege. Kwa uweza wake mkuu uyafanya mawingu kuwa magumu na mvua ya mawe huvunjiwa mawe yake madogo. Sauti ya ngurumo yake huitetemesha nchi, na kwa kutokea kwake milima itatikisika. Kwa mapenzi yake kusi itavuma, pia na tufani ya kaskazi na kimbunga. Mfano wa ndege wakiruka, nchi huinyunyiza theluji kwa mfano wa nzige wakitua ndivyo inavyoanguka. Jicho litashangaa kwa ajili ya uzuri wa weupe wake, na moyo utastaajabu kwa jinsi inavyonyesha. Sakitu tena huimimina juu ya nchi kama chumvi, na kuvifanya vijiti kuchanua maua mfano wa vito kisha huvumisha upepo wa baridi na barafu itaganda juu ya maji, itakayokalia kila makusanyiko ya maji nayo, na maji yataiva kana kwamba ni deraya. Huinguza mimea ya milima na kuikausha nyika, na majani yote ya kondeni kama moto. Ukungu ukitanda kama mawingu ni kupona vitu vyote, kama umande baada ya hari, utaleta furaha. Kwa shauri lake amevituliza vilindi na kupanda visiwa ndani yake. Wale wasafirio baharini unena upana wake, na sisi tusikiapo kwa masikio yetu twamaka mno ndimo viendavyo vile viumbe vya kigeni vya ajabu, jamii ya vyote vyenye uhai, yaani viumbe vyenye nguvu vya vilindini. Kwa kusudi lake huifanikisha kazi yake, na kwa neno lake vyote vimekuwapo. Tuseme maneno mengi, hutadiriki Jumla ya maneno ni, ndiye vyote sisi. Tutapataje uwezo wa kumtukuza? Mradi ndiye mkuu juu ya kazi zake zote. Bwana utisha sana, naye ni mkuu mwenye kupita vitu vyote. Naam, uweza wake ni wa ajabu. Mkije kumtukuza Bwana munidi kadri mwezavyo, maana hata hivyo kuna zaidi Mtakapomwadhimisha tumieni nguvu zenu zote, maana hamtajiriki. Ni nani aliyemwona hata aweza kumdhihirisha? Ni nani awezaye kumkuza alivyo? Mambo mengi sana yamefichwa, makubwa kupita hayo, maana tulizoziona ni chache tu katika kazi zake. Kwa kuwa Bwana ameviumba vitu vyote vilivyopo, na wamchao Bwana amewapa hekima. Sura ya arobaini na nne haya na tuwasifu watu wa utaua, na baba zetu katika vizazi vyao. Bwana aliwafanyizia utukufu mwingi, walio mashuhuri tangu siku za kale wale waliowatawala katika milki zao maarufu, kwa kuwa walikuwa hodari, wale waliotoa mashauri kwa akili zao na kuhubiri mambo kwa unabii wao, wakuu wa mataifa kwa ajili ya maudhia waliowafaa watu kwa kuona mbele, wenye hekima katika mafundisho yao wakitunga mithali za kupongezana, wenye kuvumbua nyimbo na ngoma, nao waliobuni tenzi kwa kuandika, watu walekevu wenye majaliwa, ambao walistarehe katika makao yao. Hao wote waliowasifu katika vizazi vyao na kutukuzwa katika siku zao. Baadhi yao waliacha jina nyuma yao, hata watu watangaze sifa zao. Baada baadhi yao hawana kumbukumbu, wamepotea kana kwamba hawakuwako, wamekuwa kana kwamba hawakuzaliwa, wala watoto wao baada yao. Lakini hawa walikuwa watu wa utauwa wala kazi zao za haki hazisauliki. Wema wao utawadumia, wazazi wao, wazawa wao na urithi wao. Una wana wa wana wazao wao, wanashikamana na agano na watoto wao kwa ajili yao. Kumbukumbu -kumbu lao litadumu milele, wala haki yao haifutiki kamwe. Miili yao imezikwa katika amani, na jina lao laishi hata vizazi vyote. Mkutano wa watu wataitangaza heshima yao, na makusanyiko watazihubiri sifa zao. Henoko alionekana kuwa mkamilifu, akaenda pamoja na Bwana akatwaliwa naye mfano wa kujuana naye hata vizazi vyote. Nuhu mwenye haki alionekana amekamilika wakati wa ukiwa mtupu, akapata kuwa mbegu ya kufanya upya wanadamu. Kwa ajili yake kukawa na mabaki hapo palipokuja gharika, tena pamoja naye likafanyika agano la milele, ya kwamba wote wenye mwili wasifutwe tena. Ibrahimu alikuwa baba wa mataifa mengi, wala hakupatikana mtu mfano wake kwa utukufu, ambaye alishika sheria yake aliye juu, na Mungu alifanya agano naye katika mwili wake, akamtia akamtilia agizo, naye alipojaribiwa alionekana kuwa amini. Kwa hiyo Mungu akamthibitisha kuwa uwapo ya kwamba atawabariki mataifa katika uzao wake na kumzidishia kama mavumbi ya nchi na kuwainua wazao wake kama nyota na kuwapa urithi toka bahari mpaka bahari na toka mto mpaka miisho ya dunia waisaka naye akalifanya kuwa thabiti kwa ajili ya Ibrahimu baba yake. Agano la wazazi wake akampa, na baraka ilikaa juu ya kichwa cha Israeli. Akamthibitisha katika baraka zake, akampa urithi wake, akaugawa urithi huo sehemu zake katikati ya kabila thenashara na kutoka kwake akamtokeza Yusufu mtu wa rehema mwenye kibali mbele ya wote wenye mwili.